Baada ya Adem kumtuma Burak kuhakikisha anamfuatilia Suraia pamoja na watu wake wa karibu, mwisho wa siku tunaona hakuwa amekamilisha kazi ile. Basi Adem alimfuata Burak na alimgombeza sana, akamwambia anampa nafasi ya mwisho, endapo kutakuwa na utofauti tena basi atahakikisha anamtoa kabisa katika uso wa dunia. Sasa leo Fikri akiwa na Esla wakiwa ofisini, walikuwa wanazungumzia swala lao lile ambalo lilikuwa limetokea baada ya yule ex wake ambaye ni huyo huyo Burak alipokuwa amekuja na kutaka kumbaka.

hawakuzungumzia swala hilo tu ila walizungumzia pia pamoja kwa na kwamba zile picha zilikwisha kutumwa kwa mama mkwe wa Fikret. Kwa hiyo moja kwa moja Esther alikuwa anataka kuacha kazi, lakini Fikret alimwambia kwamba yeye atahakikisha anapambana na hicho, kwa hiyo kitu ambacho kinaitwa kuacha kazi asikiwaze kabisa, kwa hiyo moja kwa moja anatakiwa aendelee kufanya kazi katika ofisi ile. Lakini wakati wako katika mazungumzo yale na walikuwa hawajamaliza, basi Ipek aliingia ghafla, na baada ya kuingia tunaona walishtuka kwa sababu vile alikuwa amefumania, lakini yeye hakuwaza chochote, ila alichokuja ni kwamba alikuja kuleta umbea tu ambao alikuwa ameusikia kule, kwa sababu aliona Esma Sultani akiwa yuko pamoja na Suria. Alikuja akamwambia Fikret kwamba anahisi kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Esma Sultan pamoja na Suria, kwa sababu aliwakuta wako katika sehemu ya kuogea wakiwa kwa pamoja, lakini baada ya yeye tu kuingia waliamua kuondoka na kumwacha peke yake. Kwa hiyo alisikia wivu sana na akasema yeye kwa nini uh, Suria anaongea na Esma Sultan na sio yeye. Kwa hiyo alitamani yeye ndio awe anaongea na Esma Sultan na uh, Suria pamoja na Esma wasipatane kabisa. Lakini kwa upande wa Esma tunaona leo anaenda kwa Rayante na mama yake na Adem baada ya kufika tunaona anamuuliza ambacho kimetokea, lakini uh, Rehan anamwambia kwamba hakuna chote ambacho kimetokea kwa sababu amejitahidi kumshawishi Adam, lakini Adam amegoma, amesimamia msimamo wake ule ule. Lakini mwisho wa siku tunaona anasema kama utaendelea na hama mambo yako, basi nitaenda kuambia watoto wako kwamba wewe unatoka na Garibu. Lakini tunaona Esma alimwambia, mimi nakwenda kuambia watoto wangu, kwa hiyo hata ukija kuambia itakuwa haina ya, mashiko yoyote kwa sababu tayari watakuwa wanaotaarifa, lakini wewe, baada ya hilo nitampa mtoto wako barua. Na baada ya hapo, kweli, Reane, sana, ya hapo uh, tunaona kweli alijisikia vibaya sana sanarean aliumia sana mpaka ikafikia hatua ya lile tatizo lake kutaka kumpata ambapo huwa ana tatizo la moyo, lakini kwa upande wa Esma ni kwamba aliongea tu yale maneno, lakini baada ya kutoka nje na yeye pia kunaonekana alijisikia vibaya. Alikuwa anaogopa sana, kwa sababu anaogopa uh, watoto wake wasije wakajua chochote kuhusu yeye pamoja na Garibu. Tunaona Ipek baada ya kuwa yuko ofisini aliuliza kwamba mbona ni kama simfahamu huyu mfanyakazi ni mpya. Akamwambia hapana, huyu mfanyakazi ni wa siku nyingi, lakini ni kwamba kwa kwa kwa hauji huji ofisini ndio maana haumfahamu. Lakini tunaona Fikri akiwa anaongea na mke wake Ipek, ni kama vile hajisikii kuongea naye kabisa, kwa sababu yeye anatamani muda wote awe na Esra kwo, huyu mtu anaonekana kabisa anampenda. Sasa kwa upande wa Faruk pamoja na mke wake Suria, kuna ule mwaliko ambao alikuwa ameupata, ambapo uh, Begam alikuwa anakwenda kukutana na Chan na alikuwa anakwenda na kukutana nyumbani kwa Chan. Kweli tunaona Faruk pamoja na mke wake walikwenda katika tukio lile la chakula cha jioni, wakamkuta Emil pamoja na Begam pamoja na Chan pia, lakini kuna mlango ambao Suria aliambiwa aende akaufunge. Baada ya kufika alikutana na zile jumbe nzito ambazo uh, Chana alikuwa ameziandika kwa ajili ya Suraya. Anaonesha anampenda sana na akasema hata macho yake akimwangalia ya ni kama mwangaza katika maisha yake. Kwa hiyo mengi alikuwa ameandikwa pale. Suraya baada ya kufika alishikwa na butwa, akashindwa cha kufanya, lakini mwisho wa siku kazi ambayo alikuwa ameagizwa ni kwenda tukufunga ule mlango. Moja kwa moja akafunga akaondoka, ila aliisikia kushtuka sana. Sasa kwa upande wa Osman na naye pia alikuwa amealikwa na mpenzi wake Burku aende kwenye chakula cha jioni lakini, baada ya kufika alishangaa. Baada ya kuingia ndani akamkuta Fikret pamoja na Osman pamoja na Ipek, jambo lile lilimshtua sana, lakini hakukuwa na cha kufanya. Ni nini ambacho kitatokea? Mimi na wewe hatujui, tuendelee kufuatilia tamthilia hii, tutajua mengi kuhusu uh, tamthilia hii pendwa kabisa ya Evermore. Asante.